Yale nayo tunaosema miaka ishirini kweusi kama yanatengenezeka, mm -hmm. na yenyewe tuyatengeneze, wanasema all this gold, yeah? yes. Kwa hiyo na yenyewe tuyatengeneze, tusiyaache, tusione tumepata hili moja leo. Unaweza ukakuta majengo kuna moto mm -hmm. mtipa kuna moto sijui wapi huko kwetu sabasaba saba kuna moto. Kwa hiyo hata haya madogo yanaweza yakatusaidia kwa wakati fulani. Kwa hiyo yatengenezwe, bahati nzuri huwa tunayajadili kwenye kamati yetu ya usalama tuweze kuyatafutia namna ambao na yenyewe yawe barabarani. Jeshi la Zimamoto oi. Oy. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ya msingi ambayo niliona niseme katika kukutana na ndugu zangu nyinyi hapa leo, lakini niwashukuru kwa kunikaribisha kama nilivyosema, lakini najua nyinyi ni watumishi kama sisi tulivyo wengine na najua pengine wengine walikuwa wanatamani sana leo kuja kuongea ana kwa ana na mkuu wa mkoa. Kwa hiyo nikaombwa na nikasema niko tayari angalau niwasikilize. Mnaweza mkawa mna mawazo mazuri na mimi nikaondoka nayo, lakini huenda saa nyingine kuna changamoto na mimi nikaondoka nazo. Lakini kubwa tumlinde mama Tanzania kwa uadilifu mkubwa, kwa uaminifu mkubwa, na muda wote tujione sisi ndio kimbilio la wananchi wetu katika maeneo ambayo tunatoka. Tuna changamoto niliyoipokea kutoka kwa kamanda, bahati nzuri toka juzi tumeanza kupambana nayo na gundu, na kimsingi sio tu hapa kwa maana ya jeshi la zimamoto, lakini hao makamanda wote nikiuliza, changamoto ni hiyo hiyo. Kwa hiyo tupo, tuna search eneo kubwa kwa ajili ya nyumba za viongozi, lakini bado tunafanya mazungumzo na wadau mbalimbali tuweze kupata maeneo makubwa kwa ajili ya kujenga nyumba za watumishi. Kwa hiyo hilo sisi kama mkoa tumelibeba na tunajua maana yake na tutaendelea kufanyia kazi. Siku nyingine mkiwa na shughuli kama hii, mwe mnaita machifu <laughs> unajua, shetani kiasi kwa anajiinua kwa, mwe mnaita machifu, upepo unatulia. Kwa hiyo mimi niseme ile changamoto kubwa nimeipokea lakini tumepata fedha ya kujenga ofisi, mkandarasi amepatikana. Tulikuwa na changamoto ya kiwanja, ndani ya siku tatu hizi tutakuwa tumemaliza na ofisi itajengwa kwayo, mradi mambo yanakwenda. Singida oye! Singida safi! Asanteni sana, mkoa wa Singida. Tunaendelea kutekeleza majukumu yetu kama ilivyo kawaida, lakini kwa sasa mkoa wa Singida tuna jumla ya maafisa na askari na mtumishi raia mmoja tuna, tunao 59 tuko 59. Kada ya kiraia yuko mmoja ambaye ni muhasibu wetu, lakini kwa upande wa askari tuna wakaguzi watatu, afisa watano Sergeant wawili staff Sergeant wawili, Sergeant 7, kopro 14, FC 7 na kada ya kiraia mmoja ambao tuna amaunti kwa, kwa watu 59 wa jeshi la zimamoto na okoaji. Tuna wilaya tano, lakini kwa sasa kwa sababu ya uchache wetu tuko katika wilaya tatu: wilaya ya Singida, wilaya ya Manyoni na wilaya ya Ilamba, lakini muda si mrefu tunakwenda kufungua vituo katika wilaya zote tano. jeshi la wazimamoto pia tumewapata tume wazimamoto wa kujitolea ambao kwa sasa wako kumi na saba kwa upande wa wilaya ya mjini, wilaya ya Singida wapo kumi na saba Iramba wako kumi Manyoni wako saba ambapo tunashirikiana nao kukabiliana na matukio mbalimbali, japokuwa kwa sasa bado wako kwenye training, bado wako kwenye mafunzo ili wazijue kazi zetu kwa ufasaha. Ndo waanze kwenda kwenye mafunzo hayo. Lakini kwa upande wa wale ambao wako Manyoni na, na Iramba tunawatumia pia pale ambapo matukio yanatokea waendelee kukabiliana ya nayo pia na wanatupa taarifa pindi ambapo tukio limetokea. Upande wa operesheni, mkoa wa Singida kwa kipindi cha kuanzia Julai mpaka, uh, mpaka Septemba tumepata jumla ya matukio 29 kati ya hayo matukio yalikuwa 24 ya maokozi na matukio matano. Aidha, aidha matukio hayo yamesababisha majeruhi watano. Hali ya mitambo mkoa, kwa sasa una, una mitambo mitatu na magari mawili ya utawala kwa mchanganuo ufuatao: mtambo mpya ambao ni Iveco Eurocargo ni nzima, lina ujazo wa lita elfu tano za maji na fomu lita 500. ZT 0056 56 ambayo tulikuwa tunaitumia ilikuwa ina ujazo wa lita 1500 lina ubovu kidogo kwa, kwa upande wa pump. Lakini japokuwa tunalitumia mpaka sasa. ZT 57 ni bovu linahitaji matengenezo kwenye, kwenye tank. ZT 98 Toyota Hilux ni nzima, tunalitumia kwenye shughuli zetu za utawala na ukaguzi. Lakini Suzuki Jimny ambayo tumeizindua leo tuna, tutakuwa tunaitumia specifically kwenye upande wa ukaguzi na kazi nyingine. Uwezo wa mtambo mpya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mtambo huu ulizunduliwa, unaozunduliwa una, una ujazo wa lita 5000 kama tulivyosikia za maji, lakini chemical foam, au madawa ya kuzimia moto ni lita 500. Hili ni kubwa kuliko liliokuwepo ambalo lina ujazo wa lita 1500. Visima vya, vya, vya zima moto yani hydrant, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sasa tuna visima vinne tu vya kuzimia moto, yaani tunapoenda kuchota maji kwa ajili ya kuzima moto, ambapo vitatu ndio tunavyovitumia viko vizima. Japokuwa sometimes kunakuwa na changamoto kidogo ya uhaba wa maji, lakini kimoja huwa hakitoi maji kwa sababu ya, tuliambiwa na watu wetu wa suasa kwamba uhaba wa wa maji pia ndio unaochangia. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunasema tunashukuru sana, na inatutia moyo kwamba tuendelee kujituma katika utendaji wetu wa kazi, kwa sababu kila tulipokuwa tukipita ilikuwa ni kurushiwa maneno. Yani, kazi tunafanya sisi mtu anaweza akakuazima mtambo lakini ukaambiwa aliyefanya ni mtu mwingine yaani wewe kama hujafanya kazi yani ilikuwa kidogo inatuumiza ina, ina, inatu mioyo yetu lakini kwa hiki ambacho kimefanyika tunashukuru sana tunashukuru sana asante sana Sergeant 64 bo Ngaromba afande mimi nikushukuru sana kwanza sisi kama askari wazimamoto pamoja na maafisa wote tuko tunatamani sana lini unakuja kwenye ofisi yetu, maana sisi tuko tunaonekana kama ni wakiwa tuko tuelewi. Sasa mama haji hata kutembelea siku moja, aone tu changamoto zetu. Tuna changamoto nyingi, ofisi kama unavyoona hapa ni ndogo, lakini tunabanana hivyo hivyo. E, kama unavyoona jengo la mkurugenzi lipo na tayari ametuambia tuwapishe. Sasa tumewaambia basi mtuache kwanza kidogo tukae kae siku kadhaa, na sisi tupate sehemu yetu. Kwa hiyo, afande, sisi tunakushukuru sana, lakini pia nimshukuru afande eh, DC, tunakushukuru sana kwa kupambana moto ule wa sokoni. Tulikuwa wote kuanzia usiku mpaka asubuhi. Afande wangu, kwa kweli nilishangaa na nikasema, kama pamoja na viongozi wengine, lakini afande wetu Gondwe alivyokuwepo pale kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hatuvunji moyo, anatuuliza vipi, askari, hapa tunapambana vipi, tunashauriana. Kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wetu, tunawashukuru sana lakini, pia nishukuru, umelipokea ombi letu. Kwa kweli tulikuwa hatuna namna kweli, kama afande alivyokuambia, hana sehemu ya kukaa, ya kukaa sehemu ya usalama, amejisitiri kwa watu kiusalama, haitakiwi. Kwa hiyo tunakushukuru sana, lakini tunaomba sana, kama ulivyosema umelibeba kwa kweli tupate eneo la kujenga hizi ofisi mapema. Isije wakasema sisi tumechelewa, wakachukua ile pesa sasa wakapeleka mkoa mwingine, wakaenda kujenga kwa sababu ya sisi tu wenyewe kwanza kuvutana, tujenge huku na huku, tutaumia tutaumia. Na tuitamani siku moja tukasema, kama afande hata kuja hata siku moja kutuona manispaa wakiende tu kutuambia tuondoke. Tungekuja afande wetu na gari yetu hapa na mitambo yetu hadi ofisini kwako na mabegi yetu, tunasema mama, sisi tumekuja hatuna pa kwenda. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana sana sana, hatuna neno la kusema zaidi ya kusema asante, asante sana. Nashukuru sana afande wangu.